ka kwa mibaraka yake na neema aliyotujalia, ikiwa ni Sabato ya tarehe 29 mwezi wa 3 2025, mbele yenu tuko na Pastor Swita ameshiriki nasi katika kanisa la Bariadi SDA kushia mibaraka mbalimbali, na amepitia na masomo ambayo pia yanigusa watu kwa namna moja au namna nyingine. Pastor Swita, naam, naam, na maswali kidogo napenda kukuuliza, ambayo tunaweza tukashare na watu wengine yeah kumekuwa na somo ambalo linaelezea kuzaliwa kwa makusudi. Unaweza ukatuelezeaje vipi kwa ufupi mimi na kwa ndugu mwingine mtazamaji? ya Yeah, kuzaliwa kwa makusudi limelenga sana kuonesha namna mtoto Musa, ambaye tunasoma katika kitabu cha Kutoka sura ya pili kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa kumi, alivyozaliwa na Mungu alikuwa na makusudi naye na makusudi makubwa ambayo Mungu alikuwa naye huyu kijana Musa ni kuwakomboa Waisraeli ambao walikuwa wamekaa katika nchi ya Misri kwa muda wa miaka mingi wakiteseka, wakiteswa na Farao, wakiteswa na watu wa Misri, wakaaji wa Misri, kama ambavyo Biblia inatuambia. Sasa somo hili lililenga pia kutuambia sisi kama sisi, ya kwamba kila mmoja wetu nikianza na mimi mwenyewe na wewe ndugu mtangazaji, ya kwamba wote tumezaliwa, kila mmoja amezaliwa kwa kusudi fulani. Sasa ni kusudi lipi ambalo Mungu amekuzaa wewe, amenizaa mimi, na watoto wengine ambao tunakusudia kuwaleta duniani, tunawaleta kwa makusudi yapi? Hicho ndicho kilikuwa kiini hasa cha kumsaidia kila mmoja aweze kuelewa somo hili ambalo lilisema kuzaliwa kwa kusudi. Amina. Na kwa namna hiyo hiyo pia kumekuwa na changamoto mbalimbali mbali na matatizo mbalimbali yanayoyalenga vijana wa kiume kwa sasa hivi, no. tunaona vijana wengi, baadhi wanatambua maksudi yao kama vijana kwa kanisa na katika jamii, katika kutekeleza majukumu yao, lakini baadhi hawatambui. Ningependa kukuuliza ni changamoto gani sana zinazowaandama vijana wa kiume? Tazama, tukiangalia hata katika mitandao ya kijamii tunaona vijana wengi wa kiume siku hizi hawapewi nafasi kama watoto wa kike. Badala yake, inaonekana kama vijana wa kiume ni watu ambao wanarudi nyuma. una mm, kipi cha kutuambia mchungaji? ya swala hilo ni la kihistoria, lakini siwezi kueleza mambo yote. Naomba tu nianze kujengea pale pale ulipouliza, ni namna gani kijana wa kiume aweze kuwajibika, aweze kuthaminiwa, aweze kupewa kipaumbele sambamba na kile ambacho mtoto wa kike amekuwa akipewa. Nimesema ni swala la kihistoria, miaka michache iliyopita. Uh, tamaduni nyingi, kimsingi sio miaka michache, yaweza kuwa miaka mingi kidogo. Tamaduni nyingi zilimbeza sana mtoto wa kike na kumweka chini, kwa namna moja au nyingine hakushirikishwa katika mambo mengi, katika maamuzi, hata katika mambo ya kiimani, mtoto wa kike aliachwa kwa namna fulani. Baadaye miaka michache iliyopita, uh, jamii kote duniani ikawa na makusudi ya kumwangalia huyu mtoto wa kike ambaye alionekana kama vile yuko nyuma kimaendeleo, kielimu, na mambo mengine mengi. Hata mtoto wa kike alipokuwa anaolewa akifika pale nyumbani kwake, maamuzi mengi yalifanywa na mume wake na kila kitu, tuseme, hata malezi ya watoto yalionekana ni kwamba sawa, yeye anahusika, lakini hana nguvu na watoto wake. Jamii ikaamua kumwezesha mtoto huyu wa kike aweze kujitambua. Sasa shida iliyotokea ni moja. A, jamii ilipoamua kumwangalia mtoto wa kike, ikamwangalia mtoto wa kike, ikasahau ya kwamba nyuma ya mtoto wa kike anayefanikiwa yuko mtoto wa kiume ambaye anamwezesha mtoto huyu wa kike kama vile wasemavyo wengi, nyuma ya mwanamume yeyote anayefanikiwa au kiongozi yeyote anayefanikiwa yuko mama bora anayemwezesha. Sasa hilo likasaulika na ndiyo maana hicho unachokiuliza. Sasa mtoto wa kiume kwa namna moja au nyingine ni kama akawekwa pembeni. Jamii yote duniani ukiangalia, sauti nyingi, majukwaa mengi yamekuwa yakipaza sauti kwa ajili ya mtoto wa kike. Mtoto huyu wa kiume amesahaulika, na imepita miaka ya kutosha. Sasa swali linakuja, ikiwa tutamwangalia huyu mtoto wa kike kwa namna ambayo tayari tumekwisha kumwangalia na kumwacha mbali, sio kumsahau, lakini kumwacha mbali huyu mtoto wa kiume. Na kwa kawaida familia au jamii imejengwa au inajengwa na watu na jinsi hizi zote mbili, mtoto wa kiume na mtoto wa kike. Sasa kama mtoto wa kike yuko sawa sawa. Mtoto wa kiume atakuwaje? Na ndiyo maana kanisa letu la Waadventista wa Sabato, baada ya kuliangalia hilo na kufanya tafiti za kutosha, limegundua ya kwamba mtoto wa kiume sasa hivi si katika jamii tu huko lakini, hata ndani ya kanisa, hata katika masuala ya kiimani. Utaangalia kwa mfano, nikupe tu mfano mdogo kabisa ambao ni rahisi kabisa. Kwaya zetu ukiziangalia, kwaya zetu huko nyuma, miaka ambayo mimi nilikuwa mvulana mdogo, wanaume walikuwa wengi sana kwenye kwaya lakini leo utakuta walio wengi ni watoto wa kike kwaya, ukikuta ina waimbaji 30 40, asilimia karibu 80 ni watoto wa kike, na ndio asilimia 20 utakuta ni wa kiume. Sasa kanisa linasema turudi kumwangalia sasa huyu mtoto wa kiume ambaye kimsingi, baada ya kuonekana kama ameachwa, ameingia mahali pasipo sahihi, na ndio maana leo hii Ukitembea kwenye mitaa utakutana na watoto wa kiume wengi wanazurura. Ndio hao sasa wanaitwa wanaishi katika mazingira magumu. Watoto wa kike ni wachache sana, pamoja na kwamba yako yanayowalenga watoto wa kike, nao kuna maeneo ambayo wanaingia katika maeneo mbalimbali, wengine wame, wamefanya biashara za ngono kwa kujiuza wao wenyewe. Lakini msababishaji mkuu ni nani? Utagundua ya kwamba ni mtoto wa kiume ambaye kwa namna moja au nyingine amekosa mwelekeo. Kanisa leo kwa sasa hivi mpango lilio nalo ni kumlea sasa mtoto wa kiume kwa uangalifu, sambamba na mtoto wa kike. Kwa namna moja au nyingine, kanisa limeamua kuwekeza nguvu nyingi sana kwa kumlea mtoto wa kiume ili arudi afae, maana hata hivyo ndiyo kiini na chanzo cha kuwepo kwa familia akiunganishwa na huyu mtoto wakika. Asante sana, amina. Nashukuru sana mchungaji kwa maelezo ambayo pia yanazidi kututia nguvu vijana mm. na kututambulisha sisi ni nani katika jamii Naam. na katika kanisa letu, na napenda niulize swali la mwisho Naam. una kipi cha kuambia nini vijana wa kiume au watoto wa kiume katika dhoruba mbalimbali duniani wanazopitia, au kuto kutambua makusudi yao, na ni kwa namna gani wanaweza wakasimama kwa kufuata mapenzi yake Mwenyezi Mungu karibu. Asante sana. Kwanza katika swali lako lililouliza lile la kulilo, lila, kwanza nadhani kuna kitu likigusia, huenda sikukijibu, lakini kwa habari ya changamoto wanazopitia mtoto wa kiume ni nyingi, ila naweza nikasemea tu chache. Kwa mfano uraibu wa madawa ya kuleva e, kufundishwa namna zingine za maisha tofauti utakuta vijana wengi leo wa kiume ni wavivu, hawafanyi kazi. Kwa sababu gani? Akili imebadilishwa. Badala ya kubeba majukumu na kuwajibika, vijana wa kiume wanajiona wao si wawajibikaji, isipokuwa kuna mtu mwingine ambaye atawajibika kwa niaba yao. Kuna vijana wengine wa kiume wamesoma elimu, wamesoma ana unakuta ana shahada yake ya kwanza katika fani yoyote ile, na wengine ana shahada ya uzamili wengine, hata ya uzamivu, lakini unakuta maisha yao yako ni magumu, kwa namna moja au nyingine, hawaeleweki. Ninachoweza kuambia vijana uh, wangu wa kiume leo, cha kwanza kabisa ni vizuri kijana wa kiume athamini, eh, eh, a, yani thamani yake ile ya kuzaliwa mtoto wa kiume, aone ni fahari. Kuna wengine wanalia wanalalamika kwa nini nilizaliwa mtoto wa kiume. Anaona kana kwamba kuna majukumu mengi makubwa yanayomzidi kimu, lakini nataka tu niwaambie vijana wa kiume mahali popote pale wanaponisikiliza na wanaponitazama kwa sasa hivi, la kwanza kabisa kijana wa kiume aone fahari ya yeye kuzaliwa mtoto wa kiume. Kwa kusema hivyo simbezi mtoto wa kike, simweki simweki chini mtoto wa kike, lakini naweka mkazo kijana atoke katika ile dhana ya kudhani ya kwamba yeye kwa sababu ni mwanaume basi mambo yake ni ya hovyo, ni ya hivi hivi tu. Hapana, ajitambue. Jambo la pili ambalo nina msingi sana, kijana wa kiume akubali kutengeneza mindset tofauti ya kuwajibika na ya kwamba yeye ndiye anayeweza kuleta maendeleo katika familia ya kwao, kwa baba yake, kwa mama yake, kwa ukoo wake na kwa taifa letu la Tanzania na zaidi sana kwa kanisa la Mungu, kanisa la Waadventisti wa Sabato, kama imani yake itakuwa imetulia. Kijana akisha kujitambua, halafu akahamasika kufanya kazi kwa bidii, akaondoa uvivu, akaondoa ile dhana ya kudhani ya kwamba kuna vitu haviwezekani. Nataka niwaambie tu kwamba karibia kila kitu ambacho mwanadamu amepewa kukifanya chini ya jua kinawezekana. Vile ambavyo hatuviwezi ni vile ambavyo Mungu amevificha, amejiachia yeye mwenyewe, lakini mengine yote ambayo mwanadamu amepewa kijana wa kiume anaweza kuyafanya na anaweza. Niwatie moyo vijana wa kiume mahali popote pale walipo, wajitambue, waelewe wao ni wa thamani. Kwa sababu gani? Biblia inasema mwanamume anamwakilisha Kristo, mwanamke anawakilisha kanisa la Mungu. Na kama ni hivyo basi, Kristo aliwajibika kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu, vivyo hivyo kijana wa kiume awajibike kwa ajili ya kubadilisha mazingira na kumfanya kila mtu aliye chini aweze kukombolewa. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante, napenda nikutie wewe hamasa, uliye kijana mwenzangu. Hakika tuzidi kumtazama Kristo, haijalishi ni changamoto gani tutapitia maishani, bali kwenye picha yetu ya kutani tumwangalie Yesu Kristo, kwa maana yeye aliweza kushinda majaribu mengi hata alipokuwa kijana, na akasimama kwa makusudi yake ya kuwepo duniani. Napenda sana ni kushukuru mchungaji kwa wakati uliotupatia, lakini pia kwa kusambaza mibaraka hii, ndugu mtazamaji, popote pale ulipo na kusiendelea kuwa na sisi. Nakushukuru sana mchungaji. Barikiwe sana, Amina. Asante.